No, this is from KCC Electronics Motion, yeah. Matatizo ya vioo sasa. Basi, kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe tatu, sisi KCC Electronics tutakuwa na ushirikiano mkubwa kabisa na Sentico Electronics kutoka Kampala, Uganda, na tutafanya marekebisho ya vioo kwa mashine zetu za kisasa. Kumekuwa na matatizo mengi sana ya vioo kama vile picha kuganda, mistari, kunakuwa na mistari aidha ya kupanda au ya kushuka. Sasa sisi kama KCC Electronics tumekuja na suluhisho, ambapo tuna mashine yetu ya kisasa hii, ambayo inafanya marekebisho upande wa panel, yani kama kuna circuit imechanika au kuna nini, inafanya marekebisho. Tuna mashine nyingine ya kisasa, mashine hii hapa, ambayo ina uwezo wa kufanya ukaguzi ndani ya kioo, yani mashine hii ina uwezo wa kuangalia kioo ndani kabisa kama vile unafanya x-ray, unaweza kuangalia kioo, naeza kukagua kioo na mashine na ukaona pale njia au shida ilipo. Kwa sisi KCC Electronics, tutashirikiana na Sentico Electronics kutoka Kampala, Uganda, na nikwambie tu kwa wale wateja wetu watakao wai kumi wa mwanzo tutawapatia punguzo la bei. Kwa karibuni sana, usipange kukosa mambo mazuri, mambo yeah